Katika masharti ambayo tulitaja ni kwamba ili swala iwe itasihi, jambo la kwanza ni kuswali kwa wakati. Sharti la kwanza ni wakati. Sharti la pili ilikuwa ni kibla, yaani mtu aswali akiwa ameelekea kibla. Sharti la tatu ambalo ndio tulianza jana, yaani mtu awe amejisitiri sitara kamili na mazungumzo yetu yalikuwa hapa, tukasema ya kwamba mwili unahitaji kusitiriwa, na kusitiriwa ni kwa mwanamume sehemu mbili za tupu, mbili tupu mbili, ndio muhimu kabisa katika kwa mwanamume kuzisitiri, lakini iliyo bora zaidi asiwe atapunguza sitara yake chini ya kusitiri baina ya kitovu na magoti, ndio bora zaidi. Lakini kwa upande ya kwamba sitara tu ya lazima, ya kwamba ikiwa hana mavazi mengine, basi inatosha asitiri tupu mbili. Na kwa mwanamke, mwili wake wote unahitaji kusitiriwa, kwa sababu mwili wa mwanamke wote unahesabika kwamba ni uchi, ila tu uso, duara la uso na viganja vya mkono na nyayo zake, hizo ndio atakuwa anaweza kutozisitiri. Bali kando ya hapo, pia tulisema pia kusitiri haimaanishi ya kwamba ngozi ndiyo isionekane ya mwili. Kuvaa nguo imembana lakini imefinika ngozi haitoshi ya, bali maumbo yake maungo yake yasionekane Yani avae nguo ambaye ni kubwa inasitiri e, mwili wake, yani maumbo yake vile yasionekane, shepu yake isionekane, na pia vile vile nguo isiwe inaona ndani, yani isiwe ni transparent wasemavyo kwa Kiingereza. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa e, tulikuwa tumeelezea kuhusu sitara. Sasa tukiendelea pia zaidi tulisema ya kwamba kuna mambo ambayo kwenye nguo au sitara, kuna mambo ambayo ni masharti, nayo ni manne, matano, wa sita, samahani, ambayo nguo au yenye kusitiri inalazimika kuwa imetimiza mambo haya sita. Tulisema kwanza kabisa ni tohara, yaani nguo au sitara mtu ambayo anajisitiri nayo inahitaji iwe nini? Ni tohara Isiwe na najisi. Najisi tulizozisema kuna najisi ngapi? E, najisi zote ni kumi, ambazo zinaitwa khabathi, kwa sababu kuna hadath na kuna khabath. Hadath ni uchafu wa kiroho ambao unahitaji, ima ikiwa ni hadathi ndogo inahitaji kuoshwa kwa kutawadha; pili, hadathi kubwa ambayo inahitaji kuoga ghusli. Yani kama mtu ana janaba ana hedhi ana nifasi anahitaji kuoga. Sasa hatuzungumzii kuhusu hadathi, hadathi tunazungumza kuhusu khada, khabathi. Khabathi ni kumi ambazo mtu anatakikana anapokuwa anaswali mwili wa nguo yake isiwe ina nini, ina khabathi hizi kumi: choo kikubwa choo kidogo yani, mikojo kinyezi, damu eh, shahawa yaani, manii na isiwe imepatwa na nini, na chochote kinachotokana na nguruwe, kinachotokana na mbwa, pombe, fuka. fuka ni aina ya pombe ambayo watu wanachukulia si pombe, lakini ni pombe, yaani bia kwa jina lingine, pia ambayo inaweza ikatumika, na pia jasho la mnyama ambaye lakini, ni kufuatana tofauti zilizoko baina ya maulama, wengine wanasema hapana, hamna tatizo katika swala, wengine wanasema ndio. Yaani jasho la mnyama ambaye anakula kinyezi na, na jasho au jasho linalotokana mtu ambaye ni kafiri. Lakini tunaposema kafiri, e, si Mkristo, yani si ahlulkitab Ahlul Kitab kufatana na fatwa wa Sayyid Sistani ni, wali, ni tohara ila tu toha, najisi yake iwe mwenyewe ndio amejipaka, lakini asili yake mwenyewe si najisi. Lakini makafiri wengine wasiokuwa hawa, kwa mfano wa Hindu na wenye wakalasinga na nini na mabudha na nini, hawa wanahesabika kwamba au, washirikina wenye kushirikisha Mwenyezi Mungu, wanahesabika kwamba ni najisi, hata jasho yao wanapotokwa nao ni najisi lakini Mkristo um anahesabika ni tohara, ila tu unapojua ya kwamba ana najisi ya ziada, yaani labda amegusa mikojo au amekuja gusa kinyezi, anahesabika kwamba ni najisi. Hii ni kufuatana na Said Sistani, lakini kufuatana na baadhi ya maulama wengine wengi wanasema ya kwamba la kujitoa chakani usichukulia kwamba ni tohara. Sasa vitu hivi visiwe kwenye nguo nguo iwe tohara kutokana na najisi zote hizi naam. Tulisema ya kwamba kuna najisi ambazo zina... kwa hivyo tulisema, tulisema ya kwamba najisi hizi inafaa nguo isiwe na najisi hizi, lakini kuna najisi ambazo tumesema zina... zinasamehewa katika swala, na najisi tuliyosema inasamehewa katika swala ni ikiwa ni damu ambayo ni kidogo kiwango cha dirham baghali yani, dirham baghali yani kiwango cha shilingi moja ya, ya Kenya kwa mfano, au tuseme kiwango cha ki, ukucha wa kidole gumba. Ukucha huo ikiwa damu imepata nguo wakati unataka kuswali, si lazima uitoharishe hiyo damu, lakini sharti gani? yani kwamba damu ile isiwe ni damu, kuwa ni damu ya hedhi, isije ikawa ni damu ya nifasi, ya istihadha, isije ikawa ni damu ya nguruwe, isije ikawa ni damu ya kafiri ambayo, ambayo si tumesema sio katika wale ahlulkitab, isije ikawa ni damu ya mbwa ama damu ya kawaida ya mtu, kama wewe umekatwa damu ikan, au ng'ombe amechinjwa damu ikakurukia kwenye nguo na ikawa ni kipande kidogo, unapofikia wakati wa swala uweze ukaswali, ikiwa ni tone au matone mawili machache. Lakini ikiwa ni nyingi haifai. Na sehemu nyingine tulisema, mtu anasamehewa ni ikiwa wewe huna nguo nyingine ila hiyo najisi, yani nguo ambayo unahitaji unataka kutumia ndio hiyo hiyo, kwa hivyo unaruhusiwa kuitumia katika swala. Na kuna mengine mengi ambayo yapo kuhusiana na hayo, kuhusiana na tahara. Sharti la pili tulilosema ni kwamba nguo iwe mubah. Mubah yani isiwe ghasbi, yani iwe umechukua kwa idhini ya mwenyewe. Ikiwa umechukua bila ya idhini, itakuwa ni ghasbi. Na hakuna tofauti baina ya kuwa ile nguo umeichukua kwa kuiba au ni rafiki yako ambaye unamjua, lakini hajakupatia ruhusa, yaani hauna haja, si lengo lako si kuiba, lakini hauna ruhusa ya kuiswalia nguo ile. Sasa hiyo pia inahesabika ni ghasbi. Hali ambazo zipo kuhusiana na ghasbi ni kwamba ikiwa mtu ataswali na nguo kwa ambayo ni ghasbi kwa kusahau ya kwamba nguo hii sasa kuna mambo mawili. Kwanza nielezee, kuna kitu ambacho kinaitwa hukumu na kuna kitu ambacho kinaitwa maudhuu. Hukumu yaani ni kwamba wewe hujui ya kwamba kuna hukumu kama hii, ya kwamba kuswali na nguo ambayo ni ya ghasbi kunavunja swala, kunabatilisha swala, yaani hujui kitu kama hicho, au unajua na ukasahau hiyo ikiwa hali ni hii, ukasahau ya kwamba inavunja swala na ukaswali nayo hiyo, baadaye swala yako itakuwa haina matatizo, au sio? Kusahau, ulikuwa hujui toka mwanzo ya kwamba kuna hukumu kama hiyo, ukaswali na nguo ambayo ni ya ghasbi, basi swala yako pia itakuja kuwa inasihi, lakini kwa sharti ya kwamba wewe sio mwenye kufanya nini? Kufanya ghasbi. Ikiwa ni wewe umefanya ghasbi na umesahau umepuuza hiyo, basi itakuwa hali itasihi. Lakini wewe ikiwa ni mtu mwingine ambaye amefanya ghasbi, alafu wewe ndio ukao umechukua umetumia, na maudhu naye ni nini? Maudhu ni kwamba unajua hukumu ya kwamba haijuzu kufanya kuswali na nguo ambaye ni ghasbi, lakini hii nguo kwa mfano ambaye iko hapa mbele yako hujui, ima hujui kwamba ni ya ghasbi ukaswali nayo baadaye ukajua ya kwamba ni ghasbi, hiyo sala yako itasihi maudhu. Yani hii ndio maudhu. Maudhu yani ni kitu chenyewe, na hukumu ni kitu kingine, hukumu ya kwamba inabatilisha ho, na hii nayo inaingia kwenye hukumu hii. Sasa hii ndio inaitwa maudhu. Sasa haujui ya kwamba hiki kitu ni ghasbi, hapo sala yako itasihi. Pili, unajua kwamba ni ghasbi, lakini umesahau pia swala yako itasihi ikiwa utakumbuka baadaye, ikiwa sio wewe uliyekuwa umeiba au umechukua, umefanya ghasbi, ni mtu mwingine amefanya ghasbi na wewe ukaichukua ukatumia, bila yani, kwa kusahau. Hiyo ndio hali kuhusiana na sharti la pili. Sharti la tatu ni kwamba kitu kile kisiwe kimetokana na mnyama yani ni kiungo kimetokana na maiti ya mnyama, na huyo mnyama ni mnyama mwenye kuliwa, ambaye ni halali kumla, kwa mfano ng'ombe, mbuzi, lakini amekufa. Wewe ukachukua kipande cha mnyama wake, nyama yake, au cha huyu mnyama ukawa uka, uko nacho ukatumia, labda ukatengezewa viatu au ukatengezewa nguo kwa mfano, eh, kitu kama hiki pia kinavunja eh, sala. Haiswihi kuswali na kitu kama hiki, ila tu ikiwa ni kitu kimetokana na vitu ambavyo vilikuwa havina uhai wakati wa kitu kile kilipokuwa na uhai, na mfano wake ni mfano mifupa au kucha zimetolewa kwenye mnyama ambaye ni halali kumla, lakini alikuwa hajachinjwa kiislamu, kwa mfano eh, kuku ukachukua manyoya nye, yake au ukachukua e, kucha zake ukatengeza kitu ukavaa katika swala, hii haivunji swala, hata ingawa ametokana, lakini kipande cha mguu wake ukatengeza kitu labda nyama zile ambazo zilikuwa zina uhai, kati wa uhai ukachukua ukatengeza ama ukatumia katika mavazi yako, itakuwa swala yako haitisihi. Na pili na hakuna tofauti baina ya mnyama ambaye alikuwa akichinjwa, damu yake inatoka kwa nguvu, au mnyama ambaye hakichinjwa, damu yake ikotoki kwa nguvu. Kwa mfano, ikiwa ni samaki au nyoka, yeye hakichinjwa, damu hutoka, haitoki kwa nguvu. Ukachukua kipande katika mwili wa nyoka au wa samaki ambaye alikuwa amekufa, hakuchinjwa Kiislamu, ukamtumia katika kuswali swala yako, pia itakuwa haisihi ikiwa ni katika sehemu zile ambazo zinahesabika wakati wa uhai wake zilikuwa zina uhai, sio kama vitu ambavyo vilikuwa havina uhai kama vile eh, uh, nywele za kitu au mfupa wa kitu, vinahesabika vilikuwa vina uhai. Sasa sharti la nne, sharti la nne ni kuwa mtu awe amefanya nini? ni yani, kitu ambacho kimetokana na mnyama ambaye nyama yake ni haramu kuila au ruhusi kumla chochote, kile kinachotakatokana na mnyama ambaye haja, haja nini isiyo halali kumla, hata kama amechinjwa Kiislamu, ndio amechinjwa Kiislamu, si najisi, lakini haijuzu kumtumia katika swala unaposwali, ngozi yake yaani kila kitu chake sio kama yule ambaye ni mnyama ambaye ni halali. Tumesema ikiwa ni kipande cha mnyama ambaye kwa, haa, yu, kwa halali yaani sharti la tatu, ikiwa ni mifupa hamna tatizo. Lakini huyu sharti la, la nne, kwa mnyama ambaye sio halali kumla kila kitu chake, hata mifupa yake, nywele zake, na vyote ambavyo vilikuwa hata havina uhai ukitumia katika swala haijuzu, na ndio sababu mtu ambaye, kwa mfano, anapoenda kununua mkanda wa kujifungua na sisi wengine tunatumia neno la mshipi eh, mshipi huo anapofunga kwenye kiuno chake na ukawa umetokana na mnyama ambaye haliwi, swala yake itakuwa haisihi. Inabidi anapoenda kuswali anamtoa, anatoa mnyama nini mshipi ule, alafu ana swali. Au labda aweza kuwa amevaa koti limetokana, limetengenezwa kutokana na ngozi kwa mfano ya mnyama asiyeliwa, kwa mfano dubu au simba au nyoka, au, au kitu kama hicho, wanyama ambao tuseme wasioliwa, akawa ametumia nini, e, nguo zake katika swala swala zake, swala yake itakuwa haisihi. Sharti la tano, sharti la tano ni mtu kutumia dhahabu, hasa kwa wanaume, sio kwa wanawake. Mtu anaposwali kitu chochote kinachovaliwa kikiwa kimetengezwa na dhahabu, haifai kukitumia katika swala. Chochote kinachovaliwa, tukikusudia, tukikusudia chochote ambacho kinavaliwa: nguo, pete, saa, ushanga minyororo ile ambayo labda ni ya kuweka kwenye shingo mtu akavaa, labda ina saa akawekelea kwenye shingo lake akitaka kuangalia sana, minyororo ikiwa imetengenezwa na dhahabu. Almuhimu ni kwamba inavaliwa. Ikiwa inavaliwa, haijuzu. Kwa mwanamke, dhahabu hamna shida katika swala na nje ya swala. Mwanamme katika swala na nje ya swala, haijuzu kwake kutumia dhahabu. Ama dhahabu ikiwa amevaa na ni kitu ambacho ni ngozi ya kitu kile, yaani ni rangi ya kitu kile, ni rangi ya dhahabu. Kwa sababu kitu, kwa mfano kama pete, wakati mwingine hupakwa rangi ya dhahabu, ikafanyia coating wasemavyo, ikawa kama nini, nyembamba laini, nyembamba au ngo, eh, rangi nyembamba imepakwa, ikawa juu ya, ya kitu kile, kama ile haihesabiki ina matatizo, sio dhahabu yote, ila tu ni rangi yake ni ya dhahabu hiyo, amna tatizo. Ikiwa amevaa kitu ambacho kimepakwa rangi ya dhahabu ama kitu ambacho ni asili ya dhahabu, haijuzu vile vile dhahabu e. Ikiwa mtu amebeba dhahabu, mwanamme hamna shida katika swala yake, kwa sababu sio kuvaa, kubeba dhahabu hamna tatizo katika swala au kutia mfukoni. Almuhimu ni kwamba anapotenda matendo yake yale hayana, hayana uhusiano na dhahabu hii. Yani anapofanya harakati vitu vile havifanyi harakati pamoja naye, labda viko mfukoni au katika kitu, kitu kingine. Sharti la mwisho ambalo ni la sita kwa sitara au kwa nguo ni kwamba nguo hii isiwe au vazi hili lisiwe ni la hariri iliyo halisi, pure silk. Ikiwa ni silki au hariri iliyochanganyikana na kitu kingine, hapo hamna tatizo, lakini ikiwa ni hariri asili halisi, itakuwa haijuzu kwa mwanamme kutumia katika swala na nje ya swala pia haijuzu. Ama mwanamke hamna tatizo katika swala na nje ya swala, kuvaa hariri hamna tatizo. Na ili sharti tunasema hariri hii isije kuwa ni katika venye venye kuvaliwa. Ikiwa ni katika venye kuvaliwa itakuwa haijuzu, lakini kama ni kitu ambacho kisichovaliwa hamna tatizo. Kwa mfano, yani ni nje ya swala, kwa mfano au labda ee, hata katika swala hamna tatizo mtu kutumia, yaani tukisema kwa katika swala au nje ya swala ni kwa mfano kama vile ikawa mahali anapokalia anapolalia kitandani mwake ametandika kitambaa au shuka ya hariri, hiyo hamna tatizo. Kuvaa ndio kubaya, hata ukiwa uko nje ya swala. Au kwa mfano eh, amebeba kitu ambacho kimetengezwa na hariri pia hamna tatizo, au amet, yani ametia mfukoni. Na katika mambo ambayo hayana matatizo katika swala katika hariri ni ikiwa mtu atakuwa ile hariri ni kiasi kidogo ambacho kwa mfano eh, ametengezea, yani vitu kama vile vifungo vya nguo vifungo vya nguo yake ikiwa vimetengenezwa na hariri hamna tatizo, au ncha ya nguo yake, yaani nguo yote si hariri, lakini ncha ya mikono viganja vyake vile, ncha ya nguo yake labda imetengenezwa na hariri, wanasema baadhi ya maulamaa au wanasema ya kwamba ikiwa isi, itakuwa isizidi vidole vinne ikiwa imetengenezwa na hariri, huku kwingine si hariri labda, lakini imetengenezwa na hariri kiasi fulani, amna tatizo pia. Hariri tumesema haijuzu nje ya swala, tumesema inajuzu ikiwa ni kitandani, mtu ametandika unalalia. Pia kuna hali nyingine ambayo iko ni kwamba ikiwa hariri ana, ana, ana, ana dharura ya kuivaa, labda kuna baridi ya hali ya juu anahitaji kuvaa hariri ile, hapo hamna tatizo. Anaweza kuvaa kwa ajili ya sababu ya baridi, kwa sababu hariri inamletea joto. Pili, hariri katika vita, wanajeshi wanapoenda vita au siku za zamani pia walikuwa wanatumia hariri, huwa katika kuvaa kule, inampatia ushujaa zaidi, inampa moyo wake, unakuwa na nguvu zaidi. Kwa hivyo kuvaa katika vita hamna tatizo lolote. Kwa hivyo hizo ndio hali ambazo zipo katika kuruhusiwa kwa hariri, na masharti ndio hayo ambayo tumetaja sita kuhusu sitara, na hapo inshallah ndio mwisho, na tutaingia kwenye sharti lingine, majaaliwa Mwenyezi Mungu atupe umri wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin <tune>